Mambo ni mazito kweli hapa. Tumesema msafiri ni ulalie bandarini. Sparki wanaongoza kwa moja kwa bila dhidi ya Kisauni Hope. Nimekuambia hii ni michuano ya Taifa Super Cup mwaka elfu mbili ishirini na tano bila shipano kwenye milango, ila mshindi siku ya finali atakuwa natia kibinoni laki sita pesa tasa. Mzabeki kuu ya Kenya ni pesa nyingi sana hii, ambayo Mombasa Miss watakuwa pesa push Brand e, ya taifa msimekomba bahi e, ya vile e, yale mama ambayo unaweza kuzungumzia utofauti wa michuano ya Taifa Super Cup msimu huu e, ni yepi? E, kwanza ukiangalia michuano ya mwaka huu ni e, michuano ambayo mbali na mechi ya ufunguzi basi zile mechi zingine zitakuwa zilielekea pale mashinani, unapata kwamba si tu Kisauni, lakini tutakuwa tunapiga guu hadi kule maeneo ya Jongo, lakini pia hadi Likoni. Hii ni ishara wazi kwamba Unga ni Taifa Super Cup mwaka elfu mbili ishirini na tano ya kabisa na anakuja kipengine kuhakikisha kwamba kila kipaji ambacho pale mashinani kinapata fursa ya kuwakilisha vilivyo. Haya, wanapanda kwanza pale kumbuka, msafiri ni yule aliye bandarini. Sparki wanaongoza koba moja kwa bila namuona hapa director wao shifa, e, teacher Mwaguzo, mwalimu Mwaguzo ameweza kufika pakuweza kujionea dhahiri ashiri. Mfalume anapota wazo anahitaji mashahidi, ndio maana Mwaguzo amekushafika. Naona pale kipa yuko chini, lakini ananyanyuka, anasema ataendelea kutetea hadi eh, Kisauni. Haya.